Na mtazamaji, naona jumbe ni nyingi, wengi wakisema pole na wengi wakiuliza lulu inakuwaje sasa, mbona tunazungumzia tena masala hayo? Ni vizuri pia kuweza kuzungumzia swala kama hilo, mtazamaji, maanake amini usiamini, bado wanaendelea kuteseka na zile ahadi ambazo waliweza kupewa wakati ule wa mkasa. Amini usiamini ahadi nyingi hazikuweza kutimizwa na hivi sasa wanapitia mingi kulingana na ile hali walioko kwa hivi sasa. Mengine hapa anauliza, uh, je, jumbe ni nyingi, nitaweza kuuliza hapo baadaye baadaye, lakini niende kwake Ruth wa Mboy. Ruth, na imani kwamba wewe ni msichana mdogo na kile ambacho kiliweza kutokea kina athari kubwa kwako, sio nini afya yako peke yake, lakini maisha yako kwa ujumla kamili, ni nini ambacho umeweza kukipoteza, mbali kwamba umepoteza mzazi, mbali kwamba umepoteza ndugu zako wa damu kabisa, wewe, maisha yako, ni nini ambacho umeweza kupoteza kutokana na mkasa ule wa Mai Mahiu? Uh, imekuwa taf juu kaa ulikuwa na mzazi, ulikuwa na familia, ulikuwa na nyumba ungesema ni kwenyu, hauna kitu, nguo zako, dokumenti zako hakuna unaza from scratch na una mtu yoyote mekwa tutafu kwanza. Ukienda huko maeneo ya nyumbani, ukuta tu ni mawe, wanze kumbuka kinyu kulikuwa hapa, mlikuwa mnaisha na mama wenyu hapo, watoto wenyu hapo, atungetembea tu semetu meenda tu kwenyu bati sasa. Hiye ulizo hauna, hauna familia na sana sana, mzazi wa mama anakusaidia ku make decisions, ako tu hapo anakusaidia ba. Sasa ye inakuwa tough. mm -hmm. Uh, navuta na awa, ndio ndugu, ndio ndugu. Eh, brother angu na sister angu na mama angu mm -hmm na mtazamaji e, ndiyo familia yake Ruth Wamboi aliweza kupoteza kutokana na mkasa huo, lakini kwa hivi sasa anasema kwamba licha kupoteza ndugu na mzazi kwa Ruth amepoteza mengi, mtazamaji. Alipoteza me, ID alipoteza uh, hati zake zote za shule, hivi na bana kwamba uh, kwanza maisha upya inakuwa vigumu mno kwako, kwamba kwa wasichana uh, kwa kama hawa vijana kama hawa, kuanzisha maisha imekuwaje? Mmesaidianaje kuhakikisha kwamba nyinyi kama waathiriwa mnaanza maisha upya kwanza baada ya mkasa? mm -hmm. uh, tulisikiza ahadi ambazo serikali ilitoa tuseme kwamba walifika kwa wakati, kwa sababu nakumbuka siku hiyo mm, the former deputy president Rigathi Gachagua alifika pale mm, siku iliyofuata rais mwenyewe akafika pale, akaahidi mambo tatu, kwamba watu wote ambao waliadhirika na mkasa huu watapewa resettlement. Pili, akaahidi pia kwamba all the properties ambazo walipoteza they will be restored by the government. Alafu tatu akasema kwamba atatuma a team of expert ambao watakuja pale wachunguze chanzo cha mkasa, waangalie kama mkasa huu unaweza fanyika tena, na pia kama sehemu ambayo iliathirika inaweza kuwa safe for human habitation. Lakini kufikia sasa ahadi hizo hazijafika, hakuna watu wamekuja kuchunguza, hakuna chochote kile kimefanyika, hatuna habari hizo. Uh, niseme kwamba pia baada ya kuona serikali imechukua muda, wale ambao tuliathirika tulijiunga kama kikundi na tulikuja pamoja ili tuweze kutetea haki zetu, ambapo kwa sasa mimi ndio naongoza kikundi hicho mm -hmm. Na kazi yetu ni kusimama in different platforms kusema masahibu ya waathiriwa na kusema kwamba hawa watu bado wako kwa shida, tukijaribu kutafuta tu kama watu watasaidika, kwa sababu niseme hivi mm, uh, asilimia tisini na zaidi mm -hmm. ya watu ambao waliathirika walikuwa watu wa kufanya kazi za mikono mm. Kulikuwa na mafundi pale, kulikuwa na wakulima, kulikuwa na carpenters, kulikuwa na watu wana operate bodabodas, yani kazi tu za mikono alafu then over 90% ya injuries zile wali sustain pia zilikuwa kuvunjika bana. Kabla tuende huko kabisa mm -hmm, na, na, nataka tuchoree taswira hii hapo. Mahali kwa mkasa ni mahali ambapo nyinyi mko mmemiliki ardhi title deed, ambapo ni kwenyu kabisa, mnasema hapa ndipo tutamalizia maisha yetu hapa, ama ni mahali tu ambapo mko mmepata bila hatimiliki? Pale ni kwetu kabisa. Mm -hmm. Watu wako na title kwa hayo mashamba. Mm -hmm. Walikuwa wamejenga pale permanently na hatukuwa na ndoto za kuhama hapo, tuliona siku za usoni tukiwa tu pale. Idadi kubwa ya watu ambao waliadhirika, mm -hmm. wale ambao walikuwa on rentals, ni wale ambao walikuwa Mai Mahiu town na pale ni mbali kidogo, hawakuwa wengi, so idadi kubwa tuseme themanini Asilimia themanini ya watu ambao waliathirika walikuwa makwao, permanently kwao nyumbani eh. Kwa uh -huh. mfano mimi nilikuwa nimenunua pale 2018 mm. nikapata title nikajenga mm. na nikaanzisha maisha pale na familia yangu vilevile mm -hmm. vile mwenzangu Alex alikuwa kwake na vilevile vile kina Ruthi walikuwa kwao. Ruthi walikuja hapo baadaye kidogo, baada ya sisi tumeseto na mm -hmm. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walikuwa kwao kabisa mm -hmm. Kuna wengine hata hawana historia ya kuwai renti mahali popote mm -hmm. Wengi pia wamezaliwa pale, baba yuko pale, wamelelewa pale, wa wamegawa shamba ndio wame, ushago Eh, mm, alafu sasa maji akaja ya yakafagia kila kitu mm, including shamba yenyewe saa hii. So, kukoje ni mali kumesalia mahame Alex? mm -hmm. ama mmejenga ama hakuna mtu amefika tena huko, uh, kwenye tulikuwa tuli hiyo maji dikuta hiyo mkasa mm. kuwezi jengeka saa hii mm -hmm. kuwezi kalika, kumekuwa na mabonde nini mamchanga zingine mawe miti hata kwa kinawa. Sasa hmm. hakuna mtu anazaenda kujenga hapo juu, hata mtu hakuwezi kukalika. Yaani hata kukinyesha kidogo tu uwezi kaa huko juu hata utakua tu, nakumbuka venye kulienda tu hmm. sa akuwezi ishikao sa tuliachana huko sasa hmm. tukatafuta mtu na mtu, mtu alikwenda kwa plot pahali nana natafuta tu pesa hivi najenga ka nyumba ya kuishi tunaishi hmm. saa hmm. hizi atuishi na hapo Mm. Hapawezi kalika mm. Hata ukitembea na hapo utajionea tu na macho yako uone venye kuko sahihi. So, so unasema mm. kwamba kila kitu kilipotea hata ile hati miliki ama title deed, pia iliweza kuoshwa kwa, kwa, kwa, kwa hivyo hata ukasimama mahali hauna ule usemi wa kusema mimi na on kipande fulani cha ar. Kwanza hata mm. mipaka yenyewe yeah. Beacons. Beacons. Haziko. Haziko. Haziko. Alafu mawe kubwa yametapakaa kila mahali mm. Ukiangalia kwa mfano, picha kama hii hapa ni Kamshira. mm -hmm. E, mashamba yalichimbuka, hata wezi lima hata wezi jua kwako kwa ni wapi kweli? pengine ujue ni hapa tu hivi lakini huwezi jua shamba yako ilianzia hapa ikafika kule. Hata wakati ambapo tulikuwa tunafanya mazishi kule mtu alikuwa huwezi panga shamba yako, unazika tu katikati ya shamba tu, mahali tu ukoshua kwamba hapa hapawezi kwaa mtu mwingine, na pia ni utafute njia ya kusongesha mawe kidogo. Ni sehemu ambayo iliathirika sana sana sana na kuweza kuhabarisha ni kitu gani ambacho kimeweza kujiri. Lakini baadaye viongozi tofauti tofauti ujitokeza wakasema kwamba wao watatia mkono wao hapa, wao watasaidia hapa, lakini mwaka mmoja baadaye, je, usaidizi ulionekana? Hebu tupate kuona viongozi ambao waliweza kujitokeza baada ya maafa hayo kuonekana wakasema kwamba sisi kama viongozi tutawasaidia. Ni ripoti yake Maria Nyambura. Janga lililowakumba wakazi wa vijiji vinne vya Old Kijabe, Mkorea, Ruiru na Kamushira eneo la Mai Mahiu na Naivasha usiku wa kuamkia leo limewaacha wakazi bila chakula au hata malazi. Viongozi wa serikali wakifika eneo la mkasa saa chache baadaye, naibu rais Rigathi Gashagwa akitoa onyo kwa wakazi kutoka maeneo yaliyoathirika na mafuriko na kutafuta makao mbadala. tumekuja pia kuleta usaidizi kwa ile primary school. Watu wale wako katika area ambaye tunaona kunaweza kuwa na shida, watasonga hapo. Tumekuja na mattresses karibu elfu moja tumekuja na blanketi, tumekuja na chakula na tutaendelea kuleta chakula zaidi, tutaendelea kusaidia. Waziri wa barabara Kipchumba Murkomen akiweka wazi kuwa mafuriko yanayoshuhudiwa nchini kwa wiki tatu sasa yamewaathiri mamia ya watu akiwafokea baadhi ya watu wanaochukua mafuriko kwa mzaha. Kama wizara ya barabara <coughs> na uchukuzi, kazi yetu hivi sasa ni kuhamasisha wananchi wajiondoe kwa sehemu hatari, lakini pia tunawahamasisha kuhakikisha kwamba wamefuata maagizo ya kisheria pia tunawaomba kwa heshima sana ya kwamba mshirikiane na serikali kuhakikisha usalama wa wananchi umeimarika. ume, ume watu kama mia moja na kumi wenye wako kwa mahospitali in different status, wengine tumetuma huko Kijabe wenye pengine fractures ziko other issues, wengine tumetuma hapa Naivasha Referral Hospital. Naibu rais Rigathi Gachagua akisema kuwa serikali kuu itashirikiana na serikali za kaunti kutafuta suluhu ya kudumu kwa waathiriwa. tunaweza kusaidia wale wamepoteza maisha, vile tunaweza kuwapumzisha kwa njia ya heshima. Kwa hivyo sisi tuko na nyinyi, tunafikiria nyinyi, tunajali nyinyi, na ndio tuko hapa tuweze kusaidiana. Tumekubaliana kwenye taarifa Waziri wa usalama Kithure Kindiki naye akiagiza ukaguzi wa mabwawa yote nchini kufikia kesho saa nane mchana. Waziri akisema kuwa kamati inayotathmini hali baadaye itapendekeza palipo na hatari. Serikali imeweka kituo cha kuwashirikisha waathiriwa wote wa mkasa huu na wahusika wengine, miongoni mwao shirika la Msalaba Mwekundu, katika shule ya upili ya wasichana ya Ngea ili kupata taarifa kamili ya waathiriwa wote chini ya saa 24 baada ya mkasa. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen, Mai Mahiu, Nakuru. Na mtazamaji naye, mwanahabari Satholale, pia aliweza kufuatilizia taarifa hiyo, tupate taarifa yake. Ripoti maalum kutoka idara ya utabiri wa hali ya anga imewasilishwa mbele ya baraza la mawaziri leo. Ripoti hiyo ikiashiria kuwa mvua inayoshuhudiwa nchini itaendelea na kusababisha mafuriko. Kufuatia hayo, baraza la mawaziri limeamuru Wakenya wote wanaoishi katika maeneo hatari kuondoka katika chini ya muda wa saa 48. Vile mambo yanavyoendelea, tutazidi na kuwa na mvua na mafuriko yatazidi masaa arobaini na nane kutokea kesho, kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu. Maeneo hayo yanajumuisha yale yaliyoko karibu na mito na mabwawa. Aidha, wakazi wa mitaa iliyoko chini ya mita 30 kutoka mto Nairobi, ikiwemo Madhare, pia wametakiwa kuondoka katika chini ya siku mbili zijazo, la sivyo wafurushwe na idara ya utabiri wa hali ya anga, maeneo yaliyoko kwenye hatari ya kushuhudia maporomoko ya ardhi ni Pokot Magharibi, Kericho, Elgeo Marakwet, mlima Elgon. Maeneo ambayo yanaweza kushuhudia mafuriko ni Nakach, Nyando, Sondu, Gilgil, Narok, Voi, Mwatete, Tenariva, Garisa na Lodwa maeneo yaliyoko hatarini kushuhudia mafuriko ya ghafla ni pamoja na kaskazini mwa Kenya, Nairobi, Mombasa, Nakuru na Naivasha. Wakati huo huo, wakazi wa Garisa na Tana Riva ambao wako karibu na mto Tana pia wametakiwa kuondoka baada ya mabwawa ya Masinga na Kiambere kufurika. Seth Olale, runinga ya Citizen. Nam, taarifa hiyo ya Seth Olale mtazamaji, inaashiria kwamba wale wote ambao walikuwa wamekaa maeneo hatari waliambiwa kwamba waweze kutoka, wapelekwe maeneo mbadala. Lakini baada ya mkasa huu, banad wengi walijitokeza, tukaambiwa kwamba mtapewa matres, ambayo mmesema kweli mmeweza kupewa matres, na pia vilevile walishiriki sana katika masuala ya kuenda kufanya mazishi, sindio? Waliweza kuwasaidia okay. kwa njia moja au nyingine. mm. Lakini je, kuna baadhi ya viongozi ambao waliweza kurudi tena kuhakikisha kwamba kile ambacho mmeweza kuhaidiwa kimeweza kutekelezwa? Uh, baada ya viongozi wetu kutoa ahadi hizo uh, hakuna hata mmoja mwenye amerejea nyuma uh, kuja kuhakikisha kwamba jinsi tunavyoendelea na maisha ama hata kuangalia timize ahadi zake kwa mfano nikisema kwamba rais aliahidi mambo tatu. Mm-hmm. alisema kwamba wale wote ambao waliadhirika na mkasa huu watapewa resettlement. Mm-hmm. alisema akiwa hapo Ngea vilevile, vile alisema mali yao yote ile wamepoteza katika mkasa uh, watalipwa na serikali na vilevile vile alisema atatuma team of expert wakuje waangalie chanzo cha mkasa na vilevile vile, kama mkasa kama huu unaweza rudia tena ufanyika tena huko. Ahadi hizo zote hakuna hata moja tumeona. Hamkuona experts wakija kuangalia, hakuna expert amefika huko mm. Hawako, hakuna. Na tumekuwa tu huko na tumekuwa makini sana kufuatilia kila tukio ama mahali popote. The only thing they did ni kwamba wakati alisema hivyo walikuja wakaturegister na wakachukua tukaandikisha mali ambayo tulipoteza, mm -hmm. na tangu tuwape, mm -hmm. hakuna mkutano wamewahi tuita ama kutupatia habari zozote kuhusu jinsi wanavyoendesha shughuli hiyo, mm -hmm. waliacha tu vilevile. Gavana wetu Susan Kihika akiwa tu pale ngea gals alisema kwamba wale wote ambao waliathirika na wako katika hospitali za umma na zile za private mm. Serikali ya county government itawalipia the hospital bills mm. Jambo hilo halikufanyika. Pia hakulipa, hakulipa. Na niseme kwamba gavana wetu alikuja Mai Mahiu mm. kwa shughuli yoyote hata isiwe ya waadhiriwa tangu tarehe tisa mwezi wa tano mwaka uliopita. It is now one, seven, 1 year and seven months, hatujawahi muona tena wala hatujawahi kumsikia akisema chochote kuhusu waathiriwa na ahadi mamari. zile ambazo Gavana Susan Kihika aliweza kuziweka ilikuwa ni ahadi hewa, zilikuwa ahadi hewa, alisema tu kusema, lakini hadi kufikia sasa hata tukijaribu wenyewe kumtafuta, nimemtafuta binafsi, nikamwambia akutane na sisi, lakini kwa WhatsApp wakati ule alikuwa anasema next week nitazungumza sijui na nani kafika mahali hatukapoteza mm, mawasiliano kabisa, lakini hakuwahi kututafuta wala hakuwahi sema chochote mm -hmm, kuhusu ahadi zote. Hata alikuwa anasema wakati ule amefanya bq mm -hmm, hati nyumba moja sijui two bedroom whatever will cost about 1.8 million mm -hmm, wakati ule ha, hakufanya chochote mm. Yani niseme kwamba kwa uhakika tu county government ya Nakuru nikiangalia mchango wake katika janga hili so far, ah, pengine watafanya in a scale of 1 to 10 hata moja hawajazi hao. Mm. On fair ground mm, kwa sababu ninajaribu sisi ni najaribu kuangalia you know, mm -hmm. Na na tunasema kwamba walitupatia ile facilitation. Mm -hmm. Walikuwa wanapatiana lakini ule mtu ambaye ametabuliwa kwa kwa hiyo tulipata. Mm -hmm. Lakini tangu wakati walifunga ile rescue center, mm -hmm. wakasema watu wanalipiwa nyumba miezi tatu, mm -hmm. na tukaagana tufu... tulipiwa nyumba miezi tatu, ijapokuwa si watu wote tena, mm -hmm. e, si wote na tena pia, ile si pesa ambayo ilikuwa ya serikali, si pesa ambayo ilikuwa ya county government, ni pesa ambayo mfadhili alikuja tu akasema nitatoa kiasi fulani hiki, mm -hmm, watu walipiwe nyumba mm -hmm. Kwa sababu shule inafunguliwa na kwa hivyo watu waweziendelea kukaa kwa shule mm -hmm. Walisema baada ya miezi tatu eh, serikali itakuwa imetafuta shamba na pengine resettlement itakuwa sisi, tukawaamini tu na tukaenda, mtu akatafuta nyumba miezi mbili na ilikuwa elfu tano pa month pa, na unapewa pakeji ya unga, matres, zile certain food stuff. Unaenda tu tangu siku hiyo tutoke hapo hatujawahi hitwa Si mbunge, si MCA, si gavana, si seneta mm -hmm. si serikali kuu yenyewe mm -hmm. hakuna mtu ambaye ameita waathiriwa akawaambia mambo yenu tunaendesha hivi, msijali. Bernard Na... ndio wa kurudi wanarudi sasa. <laughs> <laughs> sasa hivi watarudi, <laughs> sasa hivi wanachotaka. Mm sasa hivi -hmm. iv watarudi watawaambia, wataahidiwa mm -hmm. mambo mengi lakini ainkoko mm -hmm. kwa, kwa kile ambacho kiliweza kutokea, mkaambiwa kwamba miezi mitatu minne mnalipiwa rent ile wakati msaada umekatika, mlianza vipi? mkasema sasa sisi kuyaunawaona ok, after tulipewa na Red Cross hmm. Tukalipoa nyumba, mtu alikuwa anaambiwa kuja na landlord wake penye amepata nyumba, waandike agreement Mfadhili. Yeah, alipeana msaada huo kwa the the rescue center eh, mm. Eh, okay. Tukalipiwa nyumba, saa kulikuwa mk na agreement, tuna sign three months na deposit, unapatiwa vitu za nyumba, mattress, kitanda sky na food stuff mm. So hapo tukaambiwa before three months ziishe, mtaka msha hahidwe venye mlikuwa meambiwa na serikali. But till it, it hakuna safta hapo, so wenye walikuwa sasa, kama mtu alikuwa na mzee ni alikuwa breadwinner home, hayuko umeachua hapo peke yako, inakuwa struggle bado, nyumba wenyewe unastahili kuripa kuhurumia mwathiriwa, lazima uripe nyumba wenye. Inakuwa tu struggle mm -hmm. Mm -hmm. So nakua tulfika mwezi wa tatu, Alex, mkasema kwamba sisi tuko peke yetu, mlianza kufanya vipi? Manaki, kuna wengine pia lazima waliachwa peke yao, mm -hmm. Labda kuna mtu alikuwa anamtegemea wakabaki, mm. peke yao, kina mama wametegemea wazee wao mm. mm. wazee ndo wao mm. okay. Ilikuwa ilikuwa ngumu jusa, ni kama yani kuanza maisha upya na ni kitu ambayo huko umetarajia sababu, ilikuwa na kuna mmoja alikuwa na mzee wake alikuwa na watoto na, na, na, na, na, na, kuna mmoja alikuwa na shamba lake na kila kitu na hasa, sasa ishaenda zote sasa sasa maisha sasa ni uanze upya, mm. So ilikuwa ngumu kwanza hiyo maisha ndio uendelee na bado pale umeumia familia wame, wame, imeenda, nyumba zimeenda, kila kitu imeenda, so, ilikuwa ngumu sana. Na ile kitu naweza sema kama si NGOs, marafiki, watu wa kanisa, kama si ya watu, sijui tungekuwa wapi jusaa, hata sijui ingekuwa ngumu zaidi. Ni vile tu watu walikuwa wanakuja wanatusaidia msaada ya kila aina tangu siku hiyo mm -hmm. But for now ni kama mambo imekuja imebadilika, ni kama watu wameenda wa, wakiacha ku, kutembelea sana mm -hmm. Sasa so, inabidi sasa wewe kulingana venye unakaa unatafuta side hustle mm -hmm. Venye utaweza kujilisha venye utaweza utaweza kulisha familia yako, kama Mr. Bernard ako na familia yake, Ruth naye akokivi yake ajipanga venye tajilisha. Mi niko peke yangu hivyo, sasa tukatafuta side hustle bora tupate kitu ya kukula, tukingojeaga hii ahadi ya serikali tunaambiwa <coughs> e, tutunangojeaga tu na tukuangishwa ama itakuwa ukweli, si so, ilikuwa ngun... mnangoja, si ati hamna uwezo, ni kwajili mm, uh, labda zile stakabadhi ambazo mm, mgekuwa nazo labda zingiwa propel ninyi kutafuta kibarua mm, ama mnangoja tu mnasema, sasa, sasa serikali saidi sasa kuna vile kama hizo vitu kama document title zote ziliendaga sasa ID, ID zikaenda, so inalingana na mtu venye utajipanga tu, kama hizo kama ni, ni birth za watoto unachukua, kama ni id unachukua, kama ulikuwa na vitu za, za nyumba za aina hiyo, baadhi za aina yote unaenda unachukua, natafuta zikishindikana, unakaa tu unangoja, ukipata ni sawa. Kuna watu wanaenda wanapata, wengine wapati. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Na mtazamaji zongo, kwa hivi sasa mwelekezi wangu ananiambia tupumzike kidogo, na baada ya muda usiokuwa mrefu nitarudi na mengi zaidi, kwa hivyo nakusihi usiende mbali.